Hii ni Trigen Media, karibu sana uh, tufuatilie kupitia katika akaunti yetu ya YouTube ambayo ni Trigen Media. Hapo ni sehemu ama jukwaa ambapo uh, unapata habari mbalimbali mbali, kila siku kila wakati, kadiri ambavyo zinatokea ulimwenguni kote. Lakini sasa hizi ni fikra za Mubali na Mapuli, sehemu pekee kupitia Trigen ambapo tunakuletea wasaa wa kuzungumza na Mapuli pamoja na Mubali kuhusiana na fikra mbalimbali mbali. Lakini ni katika fikra hizi hizi unapata uchambuzi wa masuala mbalimbali mbali, lakini pia unapata maelezo ya kina kuhusiana na masuala mbalimbali mbali, na mijadala ya kutosha katika masuala mtambuka ambayo yapo katika maisha ya kila siku. Karibu sana. Na hi leo fikra za Mubali na Mapuli ziko wapi? Leo tunataka tuzungumze kitu kimoja. Bila shaka sina sina sina uhakika sana uh, kama nazungumza na mzazi au na kila mtu, lakini kama sio mzazi leo unaweza kuwa mzazi kesho. Kuna kitu ulishai kujiuliza, ulishai kujiuliza kwamba kwa nini kwa nini pengine, acha tuacha acha, acha, tutakata anza. Ulishai kujiuliza eh, kwa nini unapenda sana mtoto wako wewe aje awe kuwa kama wewe baadaye, ama kwa nini haupendi mtoto uliomzaa wewe aje afanye kazi ama aje kuwa kama wewe? Kwa nini ni mjadala ambao leo unakwenda kuhusikia kupitia, uh, kupitia hizi fikra za Mubali na Mapuli tuzungumze, uh, kwa nini wazazi wengi wanapenda watoto wao wawe kama wao na wengine hawapendi hata kidogo watoto kuja kuwa kama wao. Mimi naitwa Leonard Mapuli na mwenzangu ni Leonard Mubali, Mubali. Na. Mesoma ta umesoma taaluma ya habari najua na. umesoma uh, masuala ya utawala najua Uh, umesoma masuala na, hmm. eh, ya diplomasia, e, yeah. Eh, najua eh, na mengine mengi huko, na ni mwalimu pia. Na ni mwalimu pia hapana. Kabla kwanza sijafika huko, unajua ukimta ukimtamka uh, Leonard Mubali ukasema ni mwalimu au sayansi ya jamii, mtu anaweza sielewe haraka, ili ukisema Mubali, yule mwandishi yeah, yeah, yeah. Ah, wanaelewa watu wengi sana. mm -hmm. Tuanzie hapo sasa, ili tumwaminishe mtu tum, tum, tum, tum, tum, kati ya watoto wako wote, kuna hata mmoja alishapenda kufanya kazi ya uandishi wa habari? ya naweza kusema, ukifuatilia mienendo mingine, imekuwa sio bahati, mimi naita kama bahati. mm. kwamba kuna mmoja alipenda. Kuna tofauti kwamba ulimshawishi ama alipenda. Mimi alipenda yeye. mm. hata wakati anajaza mwanzoni, akasema atajaza vitu vingine kumbe amejaza uandishi bwana. mm -hmm. na bahati nyingine ambayo inaandika historia kati yangu na yeye, kwa sababu ndio mwanangu mkubwa mm -hmm. Akachagua chuo kile kile ambacho mimi nilisoma mm -hmm. Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustino Mwanza mm -hmm. na ni kampasi ya Mwanza, kaenda mm -hmm. Kasoma pale kwao, kaenda akasoma taaluma aliyosoma baba na akasoma kile kile alichokisoma baba. Uh, mm, swali, swali jingine labda hapo tunaweza kwenye, kwenye, kwenye kuzijenga fikra. Naam, mpaka hapa anafanya kazi ambayo unafanya wewe, ni mwandishi ya mpaka sasa hivi japokuwa yuko nje ya nchi akijaribu kuongeza maarifa mengine mm, mm. Ila ni maarifa ambayo atakapoanza kufanya kazi mm. Yatakuwa yanachangia ama wataalamu kwa attribute katika mimi, e, kozi ile. Mimi mimi na mtazamaji tuamini sasa kwamba mtoto wa Leonard Mubali e, akimaliza masomo yake ambayo anaongeza masomo mengine nje ya nchi atakuja Tanzania. Atafani atafanya, atafanya kazi uandishi ya uandishi wa habari, si ndio? Tuamini hivyo. Na mimi naamini hivyo. Lakini mambo ya siku hayafanani. Mm. Jumatatu haifanani na Ijumaa. Mm. Katikati hapo naweza katamani kitu kingine mm. uweze kujua. Na hii hapa ikawa ni taaluma ya kuanzia. Okay. Ni, ni, nitaka tujikite hapo kwenye kwenye tu, tuziweke fikra leo zikae zaidi hapo. Naam. Eh, kwa sababu ni taaluma ambayo watu wanakufahamu nayo, ni taaluma ambayo pia watu wananifahamu nayo. Naam. Eh, leo hii kwa mfano sasa. Mimi sio mara moja sio mara moja, ni, ni, ni mara nyingi, na <laughs> waandishi wengi hasa wale wakongwe wale ambao umri wa umekwenda kidogo, wanasema <laughs> kwamba hii kazi siwezi kushauri mwanangu kuifanya. Kuna nini kwenye uandishi wa habari? wazazi walio wengi, sio wote, maana wewe unaye kijana tayari, lakini walio wengi hawatamani kabisa watoto wao wafanye hii kazi ya uandishi wa habari. Kuna nini hapo katikati? Labda na mimi nitakuja kushare nawe baadaye upande wangu, lakini kwako kwanza, katikati hapo kuna nini kwenye uandishi wa habari mpaka leo hii wazazi ambao ni waandishi wa habari hawataki kusikia kijana wake ama binti yake anakwenda kusoma uandishi wa habari nini? mmetupitisha wapi katikati hapo? <laughs> Unajua Mapuli, iko hivi, mfano ukitaka kujifunza na kujua biashara ya barafu inalipa ama hailipi, usiende kujifunza labda Mafinga ambako barafu labda wanatunzia tu vyakula na nini hmm, yaani wesi unataka uanze kuuza lambalamba Jifunze kwa yule anayeuza Dar es Salaam, kuna joto atakuwa nataka, unakuta mtu anajipangusa ah, hivi ukimpa oh, lambalamba atanunua. Lakini e, e, ukienda biashara ile ile moja mm, si biashara ya lambalamba mm, ukaenda tena kule Mafinga, kuna baridi kali, unasema jamani, nauza barafu nani, mm, lambalamba za baridi kabisa hizi, mm, hawatanunua. Mm. Sasa mkija katika conclusion ni kwamba biashara ya barafu hailipi Unakuwa umekimbia sana. Wazungu wanasema ume jump to the conclusion mm. lazima ujiulize ni kwa nini umechukia biashara ya barafu? Je, ulifanya biashara ya barafu msimu gani? Kwa hiyo hata mimi kwa baadhi ya waandishi ambao wanawapa angalizo watoto wao mm. inategemeana mtu mm. mwingine, mfano tu labda, mtoto wa Manguli mm. na hayati kama Ral King. Mm. Hata bila kuambiwa, atasema nataka niwe kama baba, kwa sababu mm. alifanya kafanikiwa. Kwa hiyo wewe unaweza ukafanya ulivyofanya mm. Kuna makosa mengi ya kiufundi ulifanya ndani ya taaluma. Unachukia taaluma. Lakini mtoto wako kama ungempa nafasi anaweza akaja kaifanya sasa mm. akauza barafu Dar es Salaam, sio Mafinga. Ah, yeah. Akatoka kupitia hivyo. Yaani yu... maana yake kumbe nakuelewa Naam. nakuelewa sana na nazielewa fikra zako maana yake kumbe hata mimi uh, watoto wangu uh, ninaweza nika wa, nika nikawa nika inspire kupenda uandishi yeah, kwa, kwa kuamini tu kuwa waandishi sio lazima wafanye Tanzania, kwamba yani sio sio lazima, kama nimekuelewa hmm. Kwamba sio sio lazima niuze ice cream eh, yeah. E, Makete yeah. si ndio? Kwa sababu kwanza lile baridi la Makete pale ice cream hawatanunua kwa maana like, eh, eh, inabidi nikauze ice cream maeneo ya Same eh, eh, kule ambako bila feni hulali hulali au Dar es Salaam. Au Dar es Salaam. Hapa watu unakuta wanapanga muda wote chief ni eh, aote, yani, henga <laughs> moja kati ya hitaji la muhimu eh. Eh, biashara ya maji ndio biashara kubwa Dar es Salaam. Naam. Eh, lakini mimi bado nikawa uh-huh. Kwa mfano eh, fikra zangu mimi kwenye hilo zimekaaje? Zimekaa kwamba Eh, mazingira no, mazingira ya uandishi kama ulivyosema, kwa nature ya anasema ya kibongo bongo, mm, nadhani ndio yamechangia sana wazazi wengi. Mimi mimi uongo mbaya, honestly, unajua mimi a wanimsema kweli, yeah. Mimi watoto wangu sitawashauri wakasoma waandishi wa habari, ila mimi nitakufanya kwa sababu bado kwanza upo kwenye damu, ndio maana mm, mpaka leo usichoki, ninao alafu nnatamba nao, lakini watoto wangu Sita, sita. Sita. Sita. Lakini unawapa angalizo wao, sio tu angalizo, yani nitajenga mazingira e, wachukie, sio wachukie hivyo, najua mimi uh, watoto wangu <laughs> huwa spend hata waone video zangu kama hizi e, kwa sababu naweza kajua nimewainspire, halafu baadaye eh, wakaja wakakutana na yale ambao nakutana na waandishi wa kibongo wanapohangaika huko yeah. E. Sasa najaribu kuji, naj, na, kujiuliza ni waandishi wangapi ambao eh, kwa, madhi, kwa madhira ama mazingira ambayo wamekutana nayo kwenye uandishi wanakwenda kutuulia kizazi cha waandishi. Lakini hatujachelewa Mubali, tunaweza tukafanya nini ili angalau eh, tukimbizane tu, tu, tu, tu, tu, na waandishi kama kina mapuli hawa mm, ambao wao fikira zao sasa zinaamini kabisa kuwa waandishi wa habari ni, ni, ni, ni, ni taaluma kama taaluma, lakini wanachukua mfano wa Mubali kwamba ni kama uuzaji wa ice cream ama uuzaji wa barafu kwamba lazima utafute pa kwenda kuuzia kwamba mm. Ukisoma uandishi wa habari Tanzania mm. Ukitaka kuufanya ufurahie yeah. Mos mm. Eh, uajiriwe kwenye chombo kikubwa, na hapa nafikiri vyombo vikubwa ni vichache tu yeah. vya ndani yeah. ni vya kuhesabu yeah. Lakini zaidi labda uajiriwe kwenye vyombo vya habari vya nje, lakini bahati nzuri una eh, miaka zaidi ya ishirini kwenye hii taaluma na mimi nayo miaka zaidi ya kumi. Mazingira ya waandishi wa habari ya nchini Kenya, Mubali, bila shaka unayafahamu, wale wana muujiza gani kule? Nilitaka kuja huko hmm, kwamba wakati fulani, ndio maana nikatolea mfano wa kufanya biashara hiyo ya eh, ice cream, mazingira ambayo ni ya baridi, kwamba kwa vyovyote vile utavuna mabua hmm. Sasa kwa mazingira ya Kenya hasa katika uandishi huu wa ambao tunasema wa new era mm. Tuko kizazi kingine mm. Unajua, uandishi wa sasa hivi pia utauona mbaya kama, bado nadhani ni uandishi wa pen na notebook mm. Tushavuka huko huko, ulishatoka <laughs> Sasa hivi ni uandishi ambao unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe, ukajiajiri kupitia mitandao mbalimbali ambayo tuseme mfano sasa hivi kati ya baadhi ya watu ambao walikuwa wamezalisha mamilionea, unajua, katika ripoti ya mwaka mm huu -hmm. content creators pia walikuwemo, sawa? Yani wanaozalisha maudhui, hiyo sekta imezalisha, imezalisha mamilionea. Inapozalisha mamilionea, tafsiri yake ni kwamba kumbe huku mahala kunatakiwa kujiongeza. Kwa hiyo kuilani kazi hmm. ukajiapisha ukamwambia mtoto, hujui atakuja kufanya kwa mfumo gani? hmm. anaweza si, akaja akafanya katika mfumo ambao ni wa kizazi kingine, wewe haukukulipa wewe hmm. kwa sababu kwa kwenye ile hmm. kalamu na peni sawa, lakini sasa hivi vijana wanatengeneza maudhui humo, ndio uandishi wenyewe, lakini kwa namna tofauti kwa hiyo kazi inaweza kawa mbaya leo katika mazingira, lakini unaku, lakini, lakini unakubali kwamba hmm. kwa mazingira ya leo na, ilikuwa ni ngumu kwa wazazi wengi kuh, kuh, kuh, kushauri ya kwa mazingira sasa hmm. ni, ila tunakokwenda kwa jinsi dunia ambavyo inabadilika kuna uwezekano baadaye uandishi ukalipa. Hilo naamini hivyo kwa sababu dunia inabadilika, inabadilika na... maendeleo ya teknolojia hmm. ndiyo yatakayokuja kugeuka kwa soko ambalo mwanao lekini, anaweza kujiajiri akaajiri na wenzake. Lakini unajua ni kweli mbali, kwa sababu gani? Yeah. <laughs> Hata ukitazama kwa mfano hivi mm, unajua hata eh, vyombo vyetu vya habari vinalalamika kuwa na, kuwa na ukata yeah, eh, kwamba hakuna pesa hawalipi mishahara wala stahiki nyingi nyingi, sio kwamba wanapenda. Mm, labda nyingine hawatengenezi pesa, yeah. Eh, na kwamba dunia pia imewabadilikia na nitakupa mfano mimi eh, eh. wakati naanza uandishi huu mm tulikuwa tunatuma story waandishi wenzangu wakubwa hapo wa muda mrefu, mtakubali, tulikuwa tunatuma hizi story kwa, unaenda pale TTCL, kulikuwa na huduma ya simu inaitwa reverse call, unapiga, unaunganishwa newsroom kwamba huyu ni Mapuli anataka kuleta story yake. Kwa hiyo wanarivesi zile charge, wana charge huku, unaanza kusoma zile nani zile paragraph huku, mtu anachapa kwa typewriter Yani na, na unaanza yeah. Hata hivyo kule tukatoka tukaja, sasa unakuwa na kompyuta kama hivyo hmm. Unaandika mwenyewe hmm. Sasa hivi hatujui kunakwenda, kuna, kuna mageuzi mengi. Kwa hiyo narudi pale pale kwenye hoja, tumechukua uandishi kama mfano tu kwamba mtu anasema mwanangu, mifano mingi asifanye yeah, kazi hii, lakini kuna kazi nyingi Mm. ambazo watu wengi ukifuatilia yani ni kama kasumba mm. Akikaa pale amechoshwa na stress za ile kazi ndio anatoa ile tangazo wanakula, mimi mwanangu sitaka aje kufa ungeacha na yeye aje aone mm. mazingira kama kwa fikra, fikra, fikra zako zinamwambia zina, zina mtazamaji kwamba no. Kuna kila sababu tu waache vijana waamue wenyewe. Ile kwanza kuna athari kubwa mm. za kuamua kwa niaba ya mtu mm. unajua mtu anapozaliwa Sawa, mfano wewe ulipozaliwa Mapuli, unapozaliwa kama Mapuli, kuna baadhi ya vitu katika ile component ya wewe. Mungu aliweka baadhi ya vitu vingi, unaweza ukavifanya hata ukuwahi kwenda darasani. Dara ulishawahi kuona fundi simu, hajawahi hata kwenda kwa IT? Ha, au wale, wale, kuna siku utakuja nikupenye generation yao bana. Hawa fundi simu tunachomekea kidogo wale, zamani wote walikuwa wanatengeneza uh, redio na saa, okay sasa kama teknolojia inavyobadilika, baadaye leo hii mtu havai saa mkononi, redio hizi leo hii tena hazipo, mtu kwenye simu mm. yake ana redio, kwa sababu redio za kutengeneza zinapungua, umeelewa? Mtu kae kwenye simu, mtu saa mbilo, tena aweki saa mkononi, ana saa yake kwenye simu. Sasa watengeneze nini? Wakahamia kule kule ambako saa na sana redio zimehamia kwenye wenye simu. Huo ni mfano mzuri <laughs> kwamba je, kama mtu angemkataza wakati ule usiwe fundi wa redio, ah, yeah, yeah. sangekuwa amemkosesha kwamba leo hii anaitwa ni fundi wa nini wa simu. Kwa hiyo mm. hata kisaikolojia unapoamua, mtu anapoamua peke yake, wanasema huchochea fikra chanya kisaikolojia za, alafu huongeza kitu nasema commitment, ule moyo, yani mtu anapofanya kile kitu na mwisho mm hawezi kupata zile msongo wa mawazo zile stress, jambo lake litakaposhindikana. Kwa sababu gani? Aliamua mwenyewe. hmm. Maji ume, umeweka mwenyewe yani umeyavulia nguo unayaoga, kuliko ukasema mimi labda ukiwa daktari ndio nitafurahi. hmm. Ila uandishi sitaki, au hivyo. Kwa hiyo unamchagulia, kuna kunawandishwa na maisha mazuri nani? Mubali, wapo? ah, yani hapo, katika kila taaluma, katika kila hmm. Mimi kuna mzee mmoja bana, mimi simtaji jina, aliwahi ku disappoint sana wakati naanza uandishi wa habari. Uh -huh. Yupo mpaka leo yuko hai. Uh -huh. Disappoint, nilichukia uandishi wakati ule miaka 2000, uh -huh. na na 12 huko. Uh -huh. Kanaambia, hakuna mwandishi wa habari mwenye hela. Ukiona ana hela, mwizi, yaani kauli nimeishi nayo muda mrefu. Uh -huh. Kama ukiona mwandishi wa habari ana hela, mwizi. Mwizi. Sasa kaza ni mwizi na mjambazi nini nini nini. Baada ba, sasa nilipokuwa nakuja na kuwa nikaliona lile neno wizi lilikuwa na maana, sio maana ya mwizi kama tafsiri ya Kiswahili ya kawaida mm. Kwamba ana mishemishe zingine, sasa pale na hiyo unachosema mm. zile misconception mm. katika maisha mm. Ndio maana saizi mtu hata akipambana mm. akifanikiwa, utasikia free mm. mason. Mm. Sasa tumefika mahala ambapo akili zetu tumezistaafisha kufikiria, kwa sababu kanuni ya fedha, mimi sio mchumi mm hata uchumi nimesoma tu ile basic ule uchumi mm. basic, kwenye masomo ya juu mm. kama mawasiliano, unajua unasoma popote mm. kwa kiwango. Sasa katika ka uchumi walikokuwa najikadilia huko kwamba aje awe hata meneja naye jua uchumi iko hivi mm. kwamba mtu ukiona umeanzisha biashara e, nyingine na nyingine kakupa hela nyingine ambayo inapokuja hudaiwi mboga hudaiwi nini, una save, manake unaelekea kwenye utajiri Hmm. Lakini ukiona unafanya biashara inapokuja inadaiwa kwenye chungu, inadaiwa kwenye ada, inadaiwa kwenye nini, wewe huta move kutoka pale. Sasa mtu ambaye ana shughuli bila, kumbe yeye ni mwandishi, anafuga kuku, kwani mahakama ya waandishi wanaofuga kuku iko wapi? ah. au mahakama ya waandishi wanaojenga nyumba za kupangisha hmm. iko wapi? Kwa hiyo ni namna, na inaweza kawa mshahara ule ule, mtu anajaribu au kuna biashara za fedha ye kama toka ameanza kazi alikuwa na miaka mitano, anaweka hela yake UTT, ama mm, kwingine huko mm. Samani atutangazi tangazo la biashara, nimechukulia mfano mm. Kuna mifuko mingi ya kutoa fedha. Kwa hiyo Mapuli, nikuambie mm, kwa mzazi mfano ambaye anajitambua mm, na ambaye anakaa anaijenga familia yake mm. Unajua sasa hivi pia kuna gap yeah. Unakuta baba unajua mfano baba wanasema baba ndio amebeba baraka za familia yote mm pamoja na mambo yote sijui ya harakati sijui 50, 50 lakini lana na baraka ya baba kwa mtoto wake mm, na mazungumzo ya baba yanakumbukwa zaidi mm. Nilikuwa na, naangalia mtu mmoja sawa, mtandaoni akasema wakati baba yake akiwa hai ilikuwa kila kihangaika mm, anamwambia Kudos boy, sawa, I need to see you somewhere, anahitaji kukuona mahala fulani yaani akawa ndio navipi, mwanangu, umefanyaje hivi, anasema hivyo. Sasa yeye na yeye, baadhi ya maneno aliyokuwa napewa, alivyofariki, amesema sikupata mtu, nilikuwa najitahidi, nikirudi, labda nimefaulu ama nimefanya nini, nikimwonyesha mama, mama, nimepata leo mia... Kwanza wewe, vyombo ulikuwa hujaosha. Kwa hiyo, alikuwa nakumbuka, baba yake alikuwa na spare time kuongea naye kwamba bwana, unajua, wewe unafanya hivi ametembea na zile pongezi na hamasa za baba yake mpaka ambavyo amefanikiwa leo ni mtu mkubwa kabisa. Mtazamaji uh, wa TriGen Media, hizi ni fikra uh, za Mubali pamoja na Mapuli. Tunaamini kabisa kwamba unatazama, lakini tuna tunatekeleza majukumu tofauti tofauti, lakini leo tukawa tunataka tu, tu, tujadili kidunchu kidu tu hmm. kwamba kwa nini eh, wazazi sio wote wazazi, wengi wazazi wachache ama wengi, maana hatuna hatuna takwimu sio, yeah. E, lakini baadhi ya wazazi hawapendi kabisa watoto wao wafanye kazi ambazo wamezifanya wao, aidha kwa kusoma au kwa kujifunza. Mathalani leo no, hii unakuta labda, uh, fundi, kwa sababu zamani unajua Mubali, no. kuna kuna mafundi viatu eh. mm. unakuta hapa nyumbani ni kwa fundi viatu na ni fundi nyumba, familia yake nakula yeah, kabisa sawa na nyumba kajenga, lakini kazi, kazi yake fundi uh, wa viatu mwingine, fundi selemara, mwingine fundi furniture na nini, okay. lakini baadaye tumeona kuna taaluma hizi zinakuja, nazo ni kazi pia no. Eh, lakini kuna taaluma ambazo kwa kweli nyingi, eh, ni mimi na wewe na hata na mfuatiliaji wetu, wazazi wanafanya kazi hizo, lakini hawapendi watoto wao kabisa za kusoma, mm -hmm. kwa mfano kuna taaluma Mubali, bahati eh, mm -hmm. nzuri na mimi nimewahi kuwa mwalimu yeah na we umewahi kuwa mwalimu. E, kuna wauguzi e, kuna mapolisi polisi hmm. e, wa, polisi e, polisi wote e, watu, wa, watu wa magereza sasa e, bali mtu nani kidogo tu ya chekeche kidogo uh -huh. polisi bana pale hmm. sikia mzee mmoja anasema kuwa hajui hajui kabisa kwamba kule pakoje. Sema mi mwanangu polisi, amna, labda akawe trafiki, ichukua hiyo. Mi mwanangu polisi, hapana kabisa, ila labda labda utrafiki. Mimi sijachomekea chomekea, wewe, mimi mimi simo, lakini nyingine tena kwenye kada hiyo hiyo nikasikia ataja jeshi fulani hapo enyewe naomba nilihifadhi amba huko labda hamna yeah. Labda, labda, labda, labda uhamiaji akasema hey. Mm -hmm. Maliza hilo maliza ah, na, na hilo kwa nini? yeah. Tunawachagulia yani akitaka eh, let's say kwamba Mubali anamwambia mtoto wake sasa ukienda uandishi okay. Sawa labda uende ukimaliza uka, ukaajiriwe uka, uka, uka, uka, TriGen Okay. Yani anakupangia kwamba nenda uandishi sawa, lakini ukitoka huko labda uka, ukafanyie kazi e, au uende ukafanyie kazi nje ya nchi nini. Yani wewe ni mkonge bwana Mubali. ah, zako, zako, I, wapa, kuna, no, fikra zako, fikira zako hapa, mimi zangu zinakaa mnio nacheza kwako. yani ndio uandishi ndio unakwenda kusoma sheria E, soma huyo kama kibatala, yaani kwa nini tunakuwa tunasema ah, ndio soma, lakini kale ka lakini, ya, lakini, unajua lakini hmm, kwa mtu yoyote hata anayepanda mahindi hmm, anataka yaote ajavune hmm, na mbegu ya mahindi ambayo inazaa sana, hata wewe ukitafuta shamba utafanya hivyo. Kwa hiyo ile ni fikra ya kimaslahi ambayo mwanadamu yoyote ambaye yuko sawa hmm, hawezi akafanya kitu ambacho hakilipi. Kwa hiyo ile ni hamasa unakuwa unamhamasisha, na hiyo ni nzuri pia. Yeye ataamua, maana mm, unaweza ukamwambia labda ukawe kama traffic mm, yeye anakwambia nataka sita tena, yeah. kuna idara fulani ambayo yeah. fulani ambayo pale. Mm. kwa hiyo yeye aamue, at least amue sasa, unakume mvushi umepeleka kwenye madaraja ya kuamua hela hela, mm, kwamba atakapotafuta swali la kwanza itakuwa je, nitanufaika vipi? Kwa unamjengea pia kufanya reasoning unajua kuna mtu anaweza kawa anafanya kazi, hawezi kujua kesho kesho kutwa itamnufaisha vipi. Kwa hiyo hiyo ni nzuri tu kujifikirisha hivyo, na hata kama ni mzazi, muhamasishe hmm, mtoto wako kwamba aja some sana, maana Mubali na usishangae hapo, natuambia kijana wako umempeleka kusoma uandishi, kumbe ndio maana umempeleka akasome nje, ili akirudi hapa ni kujua, umwambie umwambie umwambie aende CNN eni, sindio Apa, yani ile pale, kwa sababu kwani atakuwa amehama uandishi <laughs> si bado atakuwa yuko uandishi ah. <laughs> <laughs> kwa sasa kwani sasa kwani kwenda kwa tunanoa panga kwenda kwa traffic no, si wewe si ni askari bana eh, sasa si ndo? yeah. Hapo na hajui sasa, ile pale, sidhani kama, pia sijui wanachaguaje, hatujui, lakini kitendo cha kuwa tu umesomewa polisi unaweza kuwa polisi, si idara ya wapi? si ndio? yeah. Sasa mengine yale anabaki majaliwa, lakini kumwambia mtu kujitajidi, mfano zamani mm. ilikuwa baadhi ya kazi ni lazima uwe na ufaulu fulani kwa ukishamwambia umuongezee pia vigezo mm. Kwamba bwana wewe unataka uende pale ukawa mm. E. unakusanya fedha na mapato ya kote E. Mm. Jitahidi sana hesabu. Kwa hiyo, maana yake unataka unataka kuwa daktari. Unataka kuwa daktari. Yeah. kemia na biolojia. Unataka na Hey. Hey. kwenda kuwa, kuwa, kuwa rubani Eh. Hey. Usahau jiografia uko na hesabu hey. Mubali, fikra ziishie hapa, maana tutachomekea na mengine tutachomekea e, mengine alafu unaweza ukachomekea na ukachomekewa <laughs> aa, na <laughs> aa, Azea, tunafika mwisho wa, wa yeah. Fikra za, za za Mubali na Mapuli, ni jambo ambalo tunaishi nalo sana. Wazazi wengi eh, ukiwemo wewe labda pengine na mimi labda, tunachukia kazi ambazo tunafanya na hata tunafika sehemu tunaogopa watoto wetu wasije kuzifanya hapo ulipo kama ni mwalimu, kama ni mwandishi wa habari kama mimi na mubali hapa, uko sehemu gani? Kazi unaoifanya unaipenda? Na je ungependa mtoto wako akaifanye? za leo zimekuwa ni fikra zangu mimi na Mubali, lakini na wewe pia una fikra zako. Ni kuage kwa leo, lakini tafadhali usikose kufuatilia uh, habari mbalimbali mbali, kupitia Trigen Media, nenda uh, YouTube Tafadhali subscribe pale kwenye kale ka, ka, ka alama ka kengele pale, ili usipitwe usi na fikra, lakini na pia, picha eh, yeah, usi, utakutana, utakutana na hii picha, lakini usipitwe na fikra na taarifa mbalimbali uh, kutoka sehemu mbalimbali duniani, lakini pia chambuzi za masuala mbalimbali mbali. Asante sana mwenzangu, amekuwa ni Leonard Mubali, mimi ni Leonard Mapuli. Siku njema, asante sana.